Wapendwa watazamaji, wasikilizaji, leo nimepata nafasi hii ya kuongea na mwanahabari. Ameniomba kwanza nijitambulishe. Mimi ninaitwa Novatus Silveri Mrighwa, ni padre wa jimbo Katoliki la Same na hivi karibuni nimeinuliwa na kupewa hadhi ya umonsinyori kwa ajili ya jimbo letu la Same. Kwa upande wa historia yangu, mimi nimezaliwa hapa hapa Kisangara juu katika kijiji cha Ngujini, kata ya Ngujini, ndani ya wilaya ya Mwanga, mkoa wa Kilimanjaro. Nilizaliwa tarehe 12 mwezi wa 12 1958 na wazazi wangu ni baba Silveri Mark au Silveri Sayore na mama ni Odilia Kaingwa. Bahati mbaya hao wote walishatutoka. Na ndugu zangu ambao kwa jumla kwenye familia yetu tuko sita, katika maana ya dada watatu, ambapo dada mkubwa Mwenyezi Mungu alishamwita, lakini pia kaka na kaka wazangu wawili mkubwa pia Mungu ameshamwita. Kwa pamoja basi tuko watoto sita katika familia hiyo ya Silveri Sayore. Kwa upande wa maisha yangu ya kiroho nilibatizwa tu siku chache baada ya kuzaliwa, kama siku kumi hivi. Kwa hiyo Desemba hiyo hiyo 1958 baada ya kukua nikaanza elimu yangu ya shule ya msingi nilisomea hapa shule ya msingi Kisangara Juu kuanzia mwaka moja elfu mia tisa sitini na sita mpaka moja elfu mia tisa sabini na tatu nilipohitimu darasa la saba hapa Kisangara Juu na katika kipindi hicho nilipokea sakramenti ya Ekaristi Takatifu nikiwa darasa la nne, na baadaye sakramenti ya kipaimara nilipata hapa hapa Kisangara Juu. Wakati huo kanisa letu ambalo tuliliita la pili likiwa linabarikiwa na aliyekuwa msimamizi wa jimbo enzi hizo Henry Winkelmolen ambaye alikuwa monsinyori. Mwaka sabini na nne nilijiunga na seminari ya mtakatifu Peter Morogoro, tunaita St Peter's Seminary Morogoro. Pale nilisoma hadi nilipomaliza form 4 moja elfu mia tisa sabini na saba. Baada ya hapo nikaingia seminari ya Kilema tunaita St James Seminary Moshi nilipofuata masomo yangu ya kidato cha tano na sita. Ni mwaka huo ambapo tungehitimu kwa kweli moja elfu mia tisa tisini na tisa, lakini serikali ikabadilisha kwamba kwa vile watu wanachelewa kuanza kidato cha tano tunaanza mwezi wa nne au watano, basi kuanzia mwaka huo iwe sasa mitihani itakuwa inafanyika kuelekea katikati ya mwaka. Kwa hiyo tukaendelea hadi moja elfu mia tisa themanini, wakati wa mwezi wa Aprili ndio tukafanya mitihani yetu ya kidato cha sita. Baada ya kumaliza, ilikuwa enzi hizo tunaenda jeshi la kujenga taifa kwa mujibu wa sheria. Basi mimi nilipangiwa kufanya national service katika kambi ya Bulombora iliyo Kigoma pale. Nilikaa miezi sita, baada ya hapo tukahamishiwa kambi, tunaziita tena kama za mikoani. Nilipita kwanza Iringa Mafinga, pale muda kidogo, baadaye nikaelekea katika kambi ya Chita Chita JKT ambayo iko mkoa wa Morogoro karibu na Ifakara. Nilipomaliza hapo wakati huo, ambaye ni Askofu mkuu mstaafu Josafat Lebulu alikuwa ndiye mkurugenzi wa mito ndishaniandikia barua kwamba natuma jina lako kwamba unaendelea na seminari kuu kweli nikamwambia sawa. Ndipo rudi tu kutoka JKT nikaenda kuendelea na masomo ya seminari kuu Kibosho. Hiyo ilikuwa moja elfu mia tisa themanini na moja Kibosho. Wakati ule ilikuwa ni miaka miwili ya filosofi, kwa hiyo kufikia moja elfu mia tisa themanini na tatu Julai juni, tukawa tumemaliza. Baada ya hapo, nikapangwa kuendelea na seminari kuu ya mtakatifu Karoli Lwanga Segerea. Pale tulifika enzi hizo, rekta wa seminari alikuwa ni sasa askofu mstaafu, askofu mkuu mstaafu wa jimbo kuu la Dar es Salaam, Mwadhama Paul Karpikad na Lipengo ndiye alikuwa rekta wetu. Alitupokea na basi, mwishoni mwa mwaka huo akatangazwa kuwa askofu wa Nachingwea, akatuaga. Tukaendelea na marekta wengine, ambapo alifuata Kajetani Kazi. Nikaendelea na masomo yangu pale miaka mitatu ya kwanza na baadaye mwaka wa kichungaji huo ulikuwa ni moja elfu mia tisa themanini na sita na themanini na saba ambapo nilifanyia Same jimboni nikiwa kimeanzishwa sasa, extension ya seminari ya Chanjale tunayoita chuo cha malezi ya miito. Pale kukaanzishwa Same seminari ile, mimi nikawekwa kama mlezi na mwalimu wa vijana wale kuwafundisha, nikiwa mwaka wa kichungaji. Enzi hizo gombera wa seminari zote Chanjale na Same akiwa ni Father Mansuetus Kimbereza Setonga. Baadaye nkarudi kumalizia mwaka wa mwisho Segerea seminari, tukapewa ushemasi mwaka 1987 Desemba. Kisha baada ya kumaliza upadirisho ukafanyikia hapa Kisangara juu ambao ulikuwa tarehe ishirini na tatu Juni 1988. Nilipadirishwa pamoja na wanadarasa wenzangu Padri Joseph Mlacha na Padri Herment Msofe Cherehani. Baada ya upadirisho na shamrashamra shamra, misa ya shukrani Majukumu ya kanza. Jukumu langu la kwanza nililopangiwa ilikuwa tena makao makuu ya jimbo, ofisi ya askofu, nikiwa katibu wa askofu. Wakati huo alikuwa ni mzee Josephat Louis Lebulu, alikuwa ndiye askofu wa jimbo la Same. Mwaka huo huo tukawa tumeanza sinodi ya kwanza ya jimbo la Same mimi nikawa ni katibu pia wa sinodi hiyo, na wakati ule bado tuko mapadri wachache. Mimi nilikuwa ni kama padri wa 14 na 15 kupadirishwa katika mapadri wa zawa. Wakati huo padri wa kwanza wa jimbo, padri Andrea Kivaria, aliyepadrishwa mwaka 1944 akiwa ni mzee kabisa. Kwa hiyo kazi zilikuwa nyingi, ilibidi padri mmoja ufanye kazi kadha wa kadha kwa namna hiyo, nilikuwa nimepangwa pia kuwa baba wa kiroho wa wanamalezi katika chuo cha malezi ya mito Chanjale, siku hizi naita Chanjale Seminari. Kwa hiyo wikiendi nilikuwa niko Chanjale, siku za wiki ofisini hapo hapo, vigango vyetu tunasaidiana. Kwa hiyo ilikuwa ni miaka ya mwanzo yenye kazi nyingi sana. Sinodi ya jimbo ikaendelea mwaka moja elfu mia tisa tisini ikawa ni ujio wa baba mtakatifu, nayo tukaingiza katika mtiririko wa sinodi nzima badala ya kuahirisha. Kwa hiyo sinodi ikachukua karibu miaka mitatu, ikakamilika kwa kufungua kituo cha uchungaji na maendeleo ya, sa, ya, ya watu pale Same jimboni, ambapo ndipo ofisi za jimbo zilimo. Baada ya kipindi hicho mimi niliendelea na kazi hizo. Kuna wakati hapo kwenye ujio wa baba mtakatifu, ilibidi niwe pia paroko wa kanisa kuu la jimbo Kristo Mfalme, wakati ule kiwaana Kristo Mfalme, lakini baadaye tumeita Kristo Mchungaji Mwema kama ilivyo hadi leo. Na baadaye basi tukakamilisha sinodi na mimi, mwaka 1993 19, tatu 19, baba askofu josafati luis lebulu akaniomba niende chanjale nikawe gombera kwenye seminari yetu basi nilihamia na kufanya utumi wangu sasa katika seminari chanjale kazi haikuwa rahisi lakini tulipambana na wakati ule kiwango cha chuo cha malezi ya miito chanjale kilikuwa cha juu kiasi kwamba mara kwa mara walikuwa wanakuwa katika kumi bora Tanzania. Hilo tulipambana nalo. Lakini basi baada ya miaka miwili hivi nikawa nimepata fursa ya kwenda kuongeza masomo yangu. Baba askofu aliniombea Propaganda Fide nikapata scholarship nikapokelewa kwenda kusoma katika chuo cha mtakatifu Alfonsiana, Urbani, nani, Alfonsiana Roma, ambapo kiko chini ya chuo kikuu cha Laterani. Pale nilikuwa nakaa college ya San Pietro iliyo Roma, na miaka ya kwanza miwili nikafanikiwa kumaliza sehemu ya master katika taalimungu ya maadili yaani moral theology, na moja kwa moja nikaunganisha sasa kufanya doktoreti. Kwa hiyo nikatumia tena miaka miwili, moja elfu mia tisa tisini na tisa nikawa nimekamilisha masomo yangu na maandiko yangu, niliandika kitabu kinachohusu mambo ya sinodi na upiawisho wa maadili. Niliandika kwamba a diocesan synod, a pastoral diocesan synod as instrument of evangelization and moral renewal. Baada tu ya kumaliza masomo yangu ni wakati huo jimbo uongozi umebadilika. Askofu Josafat Lebulu amehamishiwa Arusha na kufanywa jimbo kuu Arusha, na yeye akafanywa askofu mkuu, na askofu Jacob Venance Koda ndiye akawa askofu wa jimbo la Same. Hivyo tu niliporejea Oktoba 1999 nikapewa jukumu la kuwa makamu askofu au vika jenero, na hapo hapo nikapangwa tena kuendelea kuwa gombera au rekta wa seminari ya Chanjale, kazi niliyoifanya kwa zaidi tu ya mwaka mmoja, kwani ilipo timu elfu 2 mwaka wa jubilei mwishoni ilionekana seminari kuu ya mtakatifu Karoli Lwanga ina upungufu mkubwa sana wa walezi na wataalamu. Mojawapo ilikuwa ni somo la maadili. Viongozi wa Roma chini ya wakati huo Kardinal Tomko wakatoa barua kwamba maaskofu wa Tanzania wasiwapadirishe, wasiwape ushemasi mashemasi wale kama walimu. Wakati ule kwa Segerea ilikuwa walimu wawili hawatapatikana mwalimu wa spiritual theology na mwalimu wa moral theology. Kwa hiyo, mara moja kikao cha maskofu kikaomba, walipogundua kwamba nimesoma moral theology nielekee Segerea seminari, na ilikuwa imefikiriwa kwa muda tu kidogo kuandaa kwa baccalaureate au zile degree zao za mwanzo, lakini basi ikawa baadaye nimebaki pale na nikafundisha seminari ile mpaka elfu mbili kumi na mbili karibu miaka kumi na miwili hivi. Na wakati huo huo tena kitaifa, e, baraza la maaskofu Tanzania wakaniweka kuwa katibu mtendaji wa tume ya teolojia. Kazi hizo nikazifanya hadi elfu mbili kumi na mbili hivi nilipoomba pata mwaka wa mapumziko au sabatikoia. Baada ya kukubaliwa sabatikoia, kwa kweli nilienda Ujerumani, nilifanyia sabatikoia yangu e, kwanza katika jimbo la Regensburg kule ambako Baba Mtakatifu e, Benedict wa kumi na sita anazaliwa au ndio jimbo lake. Nilikaa pale karibu miaka miwili Ilipokuwa nirejee baba askofu wakati huo sasa, Nrogat Kimario ndio askofu wa jimbo la Same akapenda nikafanye utume kidogo nchi jirani ya Austria, huko nikapangwa parokia moja katika jimbo kuu la Salzburg inayoitwa Salfelden, pale nimekaa miaka sita ndipo nikarudi. Ilikuwa sasa kipindi cha corona mwaka elfu mbili na ishirini Oktoba, nilivyorudi mababa askofu wakawa wameomba tena nirudi Segerea seminari kufundisha, maana wakati huo mito imeongezeka wanafunzi ni wengi. Basi nikarudi Segerea seminari na kuanzia hiyo Oktoba elfu mbili na ishirini hadi sasa nimekuwa natoa utume wangu kama mlezi na mkufunzi kwenye seminari kuu ya Mtakatifu Karoli Lwanga Segerea. Na katika hayo nikiwa naendelea na kazi yangu, ndipo nikapata uteuzi kwamba Baba Mtakatifu Francis, ambaye sasa ametutoka, apumzike kwa amani, ameniteua kuniinua kuwa monsinyori na hiyo aliifanya tarehe moja Desemba elfu mbili ishirini na nne. Taarifa tuliipata baadaye kidogo kwenye mwaka huu, baskofu alitangaza kwenye mwezi Februari, na mipango ya jimbo ikawa Jumanne ya juma kuu, ambapo jimbo la Same tunaitumia kwa ajili ya misa ya Krisma, ndio siku ikawa ya kutuvika umonsinyori, mimi pamoja na mzee wetu padri Beda Christopher Ishika, ambaye kwa kweli amekuwa mwalimu wangu seminari ndogo Morogoro St Peters, lakini pia mwaka wa pili filosofi Kibosho. Binafsi namshukuru Mungu sana kwa upendo na huruma yake kwake kwangu na kwa jimbo letu kwamba katika kuelekea kuadhimisha miaka hamsini ya jimbo letu ametuinua mapadri wawili kuwa mamonsinyori. Hiyo ndio historia fupi inayoweza kuiweka katika tukio hili ambalo tumeliadhimisha kwa shangwe sana, kumshukuru Mungu kwa zawadi hiyo ya umonsinyori. Asanteni sana wasikilizaji wangu.